Jimbo la Ilala, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, kuitwa kwenye usaili vituo vya kusimamia. Hii ni kwa ajili ya wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wa vituo vya kupigia kura pamoja na makarani waongozaji wa vituo vya kupigia kura jimbo la Ilala. Usaili huu utafanyika siku ya tarehe 15 Oktoba 2025 katika chuo kikuu cha Kampala kilichopo Gongo la Mboto, kuanzia saa mbili asubuhi. Waombaji wote wanatakiwa kuzingatia yafuatayo. Muda wa kuanza usaili ni saa mbili asubuhi. Msailiwa atajigharamia gharama zote ikiwemo usafiri, chakula na malazi. Fika ukiwa na kitambulisho chochote au barua ya utambulisho kutoka ofisi ya serikali za mitaa, pamoja na orodha hii pamoja na tangazo hili. Orodha ya majina ya waombaji waliochaguliwa kufanya usaili imeambatanishwa. Kwa hiyo majina ni kama jinsi yanavyoonekana katika video hii, lakini hapa sitaweza kusoma majina. Lakini unachotakiwa kufanya ni kupata PDF hii, na PDF hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp. Link nimekuwekea katika description ya video hii. Hakikisha unajiunga na grupu letu ili kuweza kupata update zote kila siku kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi, lakini pia huduma za mtandao zinapatikana, unaweza ukatucheki muda wote. Asanteni uh, sana kwa wale ambao wameweza kusubscribe channel yetu, lakini kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, hakikisha unabonyeza nimu subscribe, like video hii, share video hii na wengine wengi zaidi ili tuweze kwenda pamoja, na nikutakia kila laheri katika usaili wako ambao umeweza kuitwa. Hongera sana na hakikisha unaenda kukamilisha kutimiza ndoto yako. Asanteni na karibuni.